Na wageni wote waalikwa na wahusika wote wa, wa shule hii pamoja na watoto Cottolengo. hoye tu msifu Yesu so Kristo. <tipa> awa nipende kushukuru ndugu mgeni rasmi iye mawakilisha ambaye ni mkuu wa wilaya a mkurugenzi, unatarikika sana kwa uwepo wako hapa katika shule hii Cottolengo. Na serikali kanisa na serikali, na tunaposhirikiana katika kuleta maendeleo kwa wananchi ambao ni waumini, unapendeza sana. Kwa hiyo kwa uwepo wako uniwakilisha serikali na sisi hapa basi kushukuru sana watoto. Hoye jaa, hoye ilusui. Niseme kitu kimoja tu kwamba ninyi watoto ni watoto wadogo, lakini na ndoto kubwa. Sema mtoto mdogo, ndoto kubwa

Naombeni sana walimu wa na wazazi mshirikiane katika kulea ndoto za hao watoto. Mbona wana ndoto kubwa, ni watoto wadogo, lakini ndoto kubwa. hey, hey, mimi ninapojua ni kwamba mambo yanafanyika mara mbili katika maisha, yanafanyika ukiwa mtoto, akiwa mdogo huyo atakuwa daktari. Ukiona mtu anasema ndoto umekosea unaweza kurekebishwa na mwalimu. Kwa mfano kuna mama mmoja